Kwanza kabisa eh, kwa niaba yetu na kwa niaba yetu mawakili, kwa maana sisi jopo la mawakili ambao tutakwenda kuzungumzia washtakiwa wetu na kwa niaba ya washtakiwa wetu ambao tutakwenda kuwataja tunatoa pole nyingi sana kwa Watanzania eh, kutokana na matukio ya kusikitisha sana, matukio mageni kabisa katika historia ya taifa letu ambayo yalitokea tarehe 29, 30, 31 na pengine tarehe moja ambayo yalipelekea e, maumivu makubwa kabisa, kwa maana ya vifo vya ndugu zetu e, maumivu kwa ndugu zetu, majeraha kwa ndugu zetu. Tunaombea wale wote ambao wametangulia mbele za haki, Mwenyezi Mungu awapokee, awajalie pumziko la, la milele. Lakini wale pia ambao wamepata majeraha na madhara mbalimbali, basi Mwenyezi Mungu e, aweze kuwa patia uponaji wa mapema lakini watanzania pia ambao mioyo yao na roho zao zimeumia. E, wajipe moyo, naamini kwamba e, Mungu atatujalia namna bora ya kupita kipande hiki. Sasa kutokana na hayo matukio niliyoyasema e, au kabla hayo ya hayo matukio niliyoyasema e, mnamo tarehe ishirini na saba E, nikianza na kesi namba 26388 ambayo inawahusisha washtakiwa 22, lakini kuna washtakiwa wawili ambao e, Watanzania wanaweza wakawafahamu kwa, kwa urahisi. Washtakiwa wa kwanza anaitwa Jenifer Jovin almaarufu Nifa. Huyu mnafahamu alikamatwa tarehe 27 na jeshi la polisi na toka wakati huo amekuwa chini ya e, custody ya jeshi la polisi na leo hii amefikishwa katika mahakama hii ya hakimu mkazi ya Dar es Salaam maarufu kama Kisutu. Ameshtakiwa yeye na wenzake 21 kwa mashtaka ya uhaini. E, mashtaka ya uhaini kama navyofahamu kufuatia kesi ya Antipas Tundu Lissu Mwai, sio tu kwamba hayana dhamana lakini pia yanabeba adhabu ya kifo. Kwa hiyo hayo ndio mashtaka ambayo ameshtakiwa nayo. Tumetoa hoja kadhaa, mlikuwa mahakamani, mmesikia, ikiwemo kwamba alipigwa e, kulazimishwa kutoa maelezo e, kukiri kwamba ameshiriki katika uhaini. Tumetoa hoja hizo mahakamani na rejelea tu ile ambayo tumesema mahakamani na pia tumeomba kwamba yeye pamoja na wenzake e, mahakama kwa maana ya hakimu Aaron Lyamuya atoe amri kwamba kwa kuwa sasa wanakabidhiwa chini ya uongozi wa magereza basi wapatiwe matibabu na pia ripoti e, mati, ya matibabu iweze kuletwa mahakamani, ombi ambalo mahakama imekubali. Imetoa maelekezo kwamba washtakiwa hao ishirini na mbili wa chini ya uangalizi wa magereza wapatiwe matibabu, wafanyiwe uchunguzi wa kitabibu na pia uchunguzi nini, ripoti ya uchunguzi na utabibu iweze kuletwa mahakamani kwa ajili ya kumbukumbu ya rejea baadaye. Wote mnafahamu mahakama haina mamlaka ya kusikiliza kesi za uhaini, ila tu inachakata kwa ajili ya baadaye kuweza kupeleka mahakama mahakama kuu. Ya mshtakiwa mwingine maarufu ambaye pengine mnaweza mkawa mna e, mnamkumbuka e, anafahamika kama Strong Income, hilo ni jina la ki jina la kibiashara, anaitwa ni dada anaitwa Strong Income, naye ameshtakiwa pamoja iyo, iyo na nifa katika hiyo hiyo kesi ilisema namba 2938 ambayo inabeba mashtaka ya ya uhaini, majina yake rasmi anaitwa Ruthimelda Born Gregory Silaa ila almaarufu eh, strong man, nini strong income mtafahamu. Kumekuwa na taharuki katika siku za karibuni kuhusu ni wapi huyu binti yupo, na kumekuwa na sintofahamu kwa mtaani kwamba pengine yuko huko au yuko kule, lakini hatimaye amekuja, tunatumia leno kwa uangalifu kuibukia eh, mahakamani, kwa sababu kama eh, watu kadhaa wangetimiza majukumu yao ya kisheria kama sheria inavyoelekeza, hii sintofahamu pengine isinge isingekuwepo. Ni watu tu kusema bana, wala msiwe na shida, huyu mtu tuko naye na tunamchakata kisheria na atafikishwa mahakamani. Lakini amepotea, ametekwa, vitu gani? Ni kwa sababu ya kama ninavyosema, kuna watu tunaamini wa kutekeleza majukumu yao e, kadi ambavyo kadi ambavyo ina, ina, ina, inapaswa. Kwa hiyo wote hao kwa pamoja, kama ninavyosema, huyu e, Strong Income pamoja na almaarufu Niffer wamefikishwa katika mahakama hii na wameshtakiwa mashtaka ya muhaini katika kesi ndio niliyoitaja. Kwa hiyo hiyo tumeichakata hivyo, upande wa mashtaka, baada ya kutoa hoja zetu, wameomba muda wa kwenda kujibu na tutarudi tena tarehe 11 mwezi huu kwa ajili ya wao kuja kujibu na baadaye mahakama iweze kutoa eh, majibu kuhusu hoja zetu, lakini ile hoja wakwamba, ya kwamba waende wakatibiwe na ripoti ya mahakamani katika kesi hii mahakama ime, imekubali. Ya, kesi nyingine namba 36 38 7, ambayo ina jumla washtakiwa 76 hawa wa mishita, mtaona wameshtakiwa kwa makundi matatu. Kundi la kwanza hilo la Niffer na Strong Income, kesi yao nimetaja namba yake. Kundi la pili kuna washtakiwa mbalimbali wako 76, wameshtakiwa nao kwa mashtaka yao ya uhaini na kula njama za uhaini. E, tulitoa hoja mbele ya mheshimiwa anaitwa Makube, e, yeye amekubali tu hoja ya kwamba e, waende kutibiwa, ile la kwamba ripoti yetu mahakamani amekataa. Sasa of course naweza mkashangaa kwamba mbona hakimu mmoja anakubali mwingine anakataa. Ndio changamoto za, za kazi yetu, lakini tumeomba kwamba tupewe nakala ya uamuzi ili huu uamuzi wa mwisho Makube tuweze kuchakata kisheria kwamba ni kwa nini yeye amekataa.